Mtume sallallahu alaihi wasallam ametwambia kitambo katika hadithi yake, kitu cha kwanza ambacho kwamba atahesabiwa nacho mtu siku ya Kiyama ni damu damu. Na ndio maana siku zote tunasisitiza tukikumbushana, kwa almu'min mu'min aliyekamilika katika imani yake, kama alivyotuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, akitwambia Mtume, almuslimu man salima lmuslimuna na katika riwaya ya Imam Ahmad man salima lnasu min lisanihi wa yadih. Mwislamu aliyekamilika katika Uislamu wake ni yule ambaye kwamba watu watasalimika kutokamana na mkono wake na ulimi wake. Usichafuke mkono wako kwa damu, wala usichafuke ulimi wako, imma kwa matusi, ama kwa kusapoti umwagikaji damu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: man aana ala qatli muslimin walau bishatri kalima, atakayesaidia mwislamu kuliwa hata kama ni kwa nusu neno. Si lazima wewe ushike silaha, uwe unaweza kusisitiza, unaweza kuchangia kwa kupitia neno, na si lazima liwe zima. Baadhi ya maulama wanasema ile uq uq neno zima sini uqtul uwa lau tasema nusu tu u uq na mtu akauwa tayari wewe ushaingia katika dhambi, hutopata hata harufu ya pepo siku ya Kiyama.